Na kuongelea kulengo moja tu, kukumbushana yale majukumu yetu na wajibu wetu kama wanawake. Tukianzia kwenye ngazi ya familia, sisi ni akina mama, lakini pia sisi ni, ni wake wengine wameolewa. Kwa hiyo ni lengo la kukumbushana kila mmoja kuweza kusimama katika nafasi yake kama mwanamke. Sasa kwa kuwa eventi hii ni ya, ni ya ya wanawake, nimependa kutoa shukrani zangu nyingi sana kwa, kwa Taifa Gesi. Tunajua kwamba kina mama pia tunahusika na jikoni, na serikali yetu ipo katika mchakato kwamba tuelekee kwenye matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo tuliweza kuwafata, tuliweza ku kuongea na Taifa Gesi waweze kutudhamini katika tukio letu hili, wakakubali, wakitambua mchango mkubwa wa wanawake katika katika jamii, hususani katika matumizi ya nishati na wao nadhani wanaunga mkono kwa kiwango kikubwa juhudi za serikali za kuhakikisha kwa kwamba tunaelekea kwenye matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo ninawashukuru sana, ametupa udhamini tutapata baadhi ya mitungi ya gesi hapa. Nia ni kuweza tu kufikisha ujumbe wa kina mama kwamba jamani, tunapoelekea sasa, tuache na matumizi ya mkaa, tuelekee kwenye matumizi ya nishati safi, ambayo Taifa Gesi ni moja ya, ya, ya wadau wakubwa katika eneo hilo la matumizi ya nishati safi. Kuzungumza nafasi ya mwanamke ni kubwa, ambapo nikizungumza mama ni mlezi sasa, mama ni mzazi, mama ni mlezi mama akisimama wanasema jamii nzima imesimama. Kwa hiyo nafasi ya mama katika katika katika jamii ni kubwa, na ndio maana tunaona umuhimu wa kuwaweka kwa pamoja kina mama tuweze kushare experience katika fursa na changamoto katika kuelekea kuwa kinamama wazuri wanawake wazuri wanawake wakuimbwa. Taifa Gas imekuwa katika kampeni ya ya kusupport mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano ya wa Tanzania kuhakikisha nishati safi na salama inatumika kwa wananchi. Leo ni siku ya wakinamama duniani, tunaona kwamba kampuni yangu pendwa imekuja kuwa kuwapa mkono wa kinamama kwa kutoa mitungi ya gesi kwa kina mama. Yote haya ni kuunga mkono mheshimiwa yetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dkt Samia Suluhu Hassan katika kuhamasisha nishati ni safi na salama. Wakina mama, tutoke kwenye kutumia kuni, tuhamie kwenye kutumia gesi. Kwa leo ni siku ya kina mama duniani. Wakina mama, tumekuja kuunga mkono kampeni ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kuhamasisha nishati safi na salama. Leo kama mwakilishi kutoka Taifa Gesi, tutaenda kugawa mitungi kwa kina mama baadhi kuhamasisha ile kampeni ya mama yetu. Tunamshukuru Mungu siku ya leo, tukitambua kuwa sisi ni wamama, jukumu letu kubwa zaidi ni malezi na katika malezi, hasa mama anatakiwa kutunza uhai mama ni wajibu wake kutunza uhai kwa maana ya kuwa familia, baba mama na watoto. Mama anaweza akaipoteza familia, mama anaweza akaitunza familia. Kwa jinsi gani? sehemu kubwa ya malezi uko mkononi mwa mama, ikiwa na maana ya kuwa mama wa kwanza kuamka na mama wa mwisho kuamka. Simenielewa? kwa sababu gani? baba yuko mikononi mwa mama, mama akiteteleka na mimi kabisa, baba naye hata nay. Kwa hiyo asilimia kubwa ya malezi k um, um, Siku ya leo ni siku ya kushukuru Mungu sana sisi wa mama zaidi sana, hapa ni kujipa matumaini na kujipongeza kwa siku ya leo. Katika jamii, tunakumbushana au tunaikumbusha zaidi kutunza familia, ndio jukumu kubwa zaidi la kina mama tunapokusanyika hapa, kuna wengine wanajisahau, wanasahau jukumu lao kama wakina mama katika kutunza familia. Lakini kama mama, kumbuka zaidi kutunza familia, hata kama ujafikiwa kwenye familia, lakini jiandae kutunza familia, ndio jukumu kubwa ambayo. Napnsha hili jukwaa la wanawake ni jukwaa nzuri sana kwa wanawake kushirikiana pamoja, kuungana pamoja. Tuna elimu mbalimbali ambazo tunaenda kushirikishana mahali hapa kama hii elimu ya afya na lishe, lakini pia kuna elimu za uchumi, lakini pia kuna elimu za teknolojia, afya ya teknolojia ya akili, na tunaenda kushirikia humu ndani. Lakini pia ni vizuri kukutana na wanawake tofauti tofauti, tunaelezana mambo tofauti tofauti kwa habari ya jamii zetu, namna gani ambavyo tunaweza kuishi na watu wengine na familia zetu, namna gani ambapo tunaweza tukalea watoto wetu na kumekuwa na changamoto kubwa sana ya kimalezi kwa hivi sasa. Kwa hiyo tunakokutana sisi kama wanawake, tunabadilishana mawazo ya namna gani ambapo tunaweza kuelezana ili kulea watoto wetu, kubadilishana mawazo kwa changamoto ambazo tunakutana nazo katika malezi, na ni jinsi gani ambapo tunaweza tukawalea ili tuepukane na majanga mbalimbali ambayo yanawakuta watoto, lakini pia hata wanapofika kwenye kwa sababu watoto wetu wa sasa